na rasuli al-karim, amma baad, fa ya ayuha al-izza, nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye lakini nichukue fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa, wa marekani ambao walitasadaka mwanzo mwanzo wa Ramadhani kama siku mbili tatu zilizopita kwa kuwaletea iftari, na wengine bado hawajapata kabisa, hawajapata. Kwa hiyo insha Allah watakaoweza tena kuwapatia wengine hasatan ikibidi busatu letu la Ijumaa lote ikibidi busatu letu la Ijumaa lote basi, pia vile vile tunawaomba wafanye hivyo. Mungu atawalipa baadali, kwa sababu sina haja ya kusema hivyo, lakini huwa anaulizwa, Shekhe, safari hii tunataka tupeleke Kenya na Uganda, labda futari hizo tutawaambia wapeleke, lakini na huku kwetu mahitaji bado hayajaisha, lakini niongezee hapo hapo. Tari hizo nzuri kweli kweli, maharage michele, lakini kuna watu wana aleji, wengine kuambia mimi maharage sili, lakini kuna chakula kinaga aleji, chuma cha mkuranga ashakijua, nayo ni makaratasi haya, nayo yakija hewala Alimuradi tu inshallah, kila mmoja kwa upande wake atasadaka kwa ajili ya Ramadhani. Kila mmoja akija, atasadikie sadaka yake kwa ajili ya Ramadhani mmoja. Leo wakati naenda Ijumaa, Sheikh Slim mmoja ya wake zangu ananiuliza ananambia, mbona sisi hatujagewa ngano zile na michele na mafuta? Nikamwambia zile sio zenu wagawaji wajasema, na she Osmani Maiko yumo ndani yake, kasema za vijana wake, kasema na za mashekhe fulani. Ila niwaombe niwaombe tu e, wale watasadakiji waendelee kutasadaka, lakini niwaombe wasinifundishe ile kugawa, wasinipangie. Kwa sababu wasingenipangia nilimkusudia sana she Shabani katika baadhi ya waliohitajia, ye nafikiri ni mhitaji zaidi, lakini sikumpa kwa sababu sikuambiwa, eh, kwa sababu sikuambiwa, nilifuata maelekezo. Kwa hiyo mkitasadak, embu fanya hivi, ukiona umetaka kugawa, basi labda cha shendo ukigawe hiki chako bwana, afu hiki peleka unapojua, pia ni ugawaji mzuri huo. Haya, upande wa pili. Nimalizie somo la leo baada ya kumshukuru ndugu yetu Sheikh Hassan Ngonyo kwa maneno mazuri haya, amestashair maneno matukufu. Allah ampe nguvu za saum na Allah aitie furaha nyumba yake Ramadhani mpaka nje ya Ramadhani. Lakini kwa kweli sisemi urongo huu, mwanzo mwanzo wa Ramadhani jua linawaka kweli kweli, mnasemaje wenzangu? Wallahi, jua linawaka na linawakia mfukoni. Simu nyingi ninazozipata shehe hapa na zuzipata, miogo tu bado elfu tano wallahi, mpaka unaona ah. Mwingine anasema shekhe, leo siku ya tatu hatujaftari, kwa hiyo hali ni ngumu. Sisi wafanya biashara tunauza hichi tunafanya hiki, tunaiona hali si kawaida. Hebu niambie yule mtu ambaye ni employed ni amilun, ni mfanyakazi tu au ni mwajiriwa au ni mfanya biashara ndogondogo, habari yake nzito. Kuna wengine walikuwa akiendesha biashara zao kwa kuuza chakula cha kupikwa, sasa hivi wanafanyaje? Hatari. Wengine mwislamu alikuwa akiuza mahindi, sasa hivi ndo kashafunga. Habari yake nzito kweli kweli. Kwa hiyo namwomba Allah subhanahu wa taala ili jua lipungue ukali wake, tupate ftari upate nguo za sikukuu na kadhalika. Mabwana, leo na maneno yafuatayo, maneno yangu ninayotaka kuyafanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani baada ya kutupa sheria nyingi za Ramadhan, anasema uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum naam, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa, wa saum kina baba sasa, kuwaendea wake zenu. Hunna libasu lakum wa antum libasun lahun, wao ni nguo zenu na ninyi ni nguo zao. Shekhe, wakati nakuja kwei gari nilipigiwa simu na mama mmoja akitaka fatwa. Anasema, shekhe, na mwaka wa tatu. Wakati nakuja sasa hivi tena tungekuwa kwei gari ningekupa ile fatwa, mjibu mwenyewe Azima shekhe, na mwaka wa tatu naishi na mume wangu, ndoa ina muda mrefu, lakini huu mwaka wa tatu hajawahi kunigusa, na nikimwomba naambulia makofi. Alafu ananiambia yeye anapata nje, na mimi niambia ukitaka, nawe katafute nje, na wewe katafute nje. Hii ni hatari sana, hatari. Sasa tendo hili lilivyokuwa na umuhimu zaidi, Allah anasema usiku tuendeane, mke aendewe, mume amwendee mke wake, kwa sababu ili tendo ni nguo, ni stara. Ni stara ili tendo hili, lakini stara yenyewe, stara yenyewe ili tendo, kwa sababu mchana tunakuwa na matamanio makali. Mfikiri mchana pamoja, tunafunga hasa, wale barobaro, matamanio hamna eh? Wewe sahaba wa Mtume Muhammad mchana wa Ramadhani kachemka siku moja kachemka, tuma mke wake, hebu niangalizie vile viatu pale mvunguni, imekisha sababu. Pale pale anaenda kwa Mtume, ahlaktu ahlaktu, shangamia shangamia, wakaatu mrati, mimi tayari lile jambo nimeshafanya chana wa Ramadhani. Na hata maswali mengi maustadhi wanaoendesha fiki misikitini wanayaona Yaani mtu anakuuliza sali shekhe, hivi mle muda kuftari Allahu, je, nkianza kumfungulia mke wangu inaruhusiwa? Sijui hata unawaza nini? Eh, ni kwamba hili jambo lipo kwenye fikra, kwenye fikra. Sasa hili jambo usiku lifanyike tena. Allah akasema wabataghu ma kataba Allahu lakum, patilizieni yale Mwenyezi Mungu alokufardhishieni, sawa wanasema maana yake ule usiku unaweza ukampatiliza mke inshallah, ikamea mimba ya halali iliyopatikana mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo hili jambo hili nalo likae vizuri, likiwa halikae vizuri, kuna shida hili jambo hili. Kuna baadhi ya dalili, kuna baadhi ya dalili, Sheikh Haidar. Naam. Nilikuwa nimetumia na hapa kidogo, ipaze sauti hichi, nilikuwa nawashukuru watu ambao mawiki haya wametupa futari, ambao hali zetu Mungu ndo alikuwa anazijua, lakini mi na Haida tunajuana wenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nawashukuru wale watu sijui ulipata, zile amana zimenifikia? Zimekufikia, jazakallah khair. Tamam, sasa ili jambo hili tupeane ilmu ndogo, ukiona dalili hizi ujue wewe ni muhanga wa jambo hili, hizi dalili ukiwa nazo dalili ya mwanzo, mtu mwenye maradhi ya sukari. Dalili ya pili, mtu mwenye maradhi ya madonda ya tumbo. Dalili ya tatu, mtu mwenye maradhi ya gout na arthritis, viungo kuumauma. Haya maradhi pamoja na pressure kidogo yanamsababisha baba asiwe vizuri. Jambo jingine, kitu kinachoharibu nguvu za kiume maasi, maasi. Ukiwa okay, unafanya maasi sana, unapatwa na jini mahabba. Ukipatwa okay, na jini mahabba basi, unakuwa si mzuri katika tendo hilo. Lakini jambo jingine linalosababisha kuharibu vitu hivi, jamani, umri pia eh. Yale maneno ya kusema ngombe hazeeki maini, sijui ni ya wahenga yale au siyo, yalitunga Sheikh Abdallah yale maneno, hata sijajua. Lakini bwana Sheikh Haidar anasema yawahuni siu kasema yani kwa sababu nimemtaja shehe abdallah hapo kachomeka haraka haraka naona <laughs> sasa changamoto ya tendo la ndoa changamoto yake inaanza kuanzia umri wa miaka thalathini na sita mpaka miaka arobaini na tano inaanzia hapo changamoto yake kwa hiyo alama nyingine au hatari nyingine, kula vitu vitamu sana kupitiliza kwa mwanaume ni shida. Dalili nyingine, kukosa usingizi. Yaani si kukosa mtu halali, takiwa mtu apate masaa saba masaa tisa, mtu analali sali moja pia, huyu ataharibikiwa one day years. Lakini pia tatizo lingine linalosababisha uchache wa unywaji maji takiwa mwanaume anywe lita tano kash kwa siku. Lakini pia wanasema wataalamu wa leo, tatizo la nguvu za kiume hivi sasa ni tatizo la kisaikolojia, wala si la kibiolojia. Stress na ukali wa maisha na vurugu zinasababisha pia watu kutokuwa vizuri saikolojia. Inaua. Angalia, mtu mmoja alikuwa anamwita mke wake uridu kilifirash mama njoo, yule mwanamke akamwambia, ah, wacha kunisumbua sumbua, kijidude chenye hivi kama cha mtoto bwana. Ndio unaambia hivyo? Basi ukishaambiwa hivyo, baba wewe ushakufa zamani. Lakini pia mwanamke kuwa mtata mtata, mkorofi. Lakini pia mwanamke kuwa na majini mahaba. Lakini pia na mambo yale mabaya yale ya kujichua kwa mikono yetu yanaondosha nguvu za kina baba. Kwa hiyo ili upate nguvu jitahidi unakula vyakula fresh. Sio kile chakula chuchu cha kujeza tumbo, utakuwa vizuri. Miongoni mwa chakula fresh kula ndizi mbivu. Kula parachichi, kula asali, kula mbegu za maboga, kula tikiti maji hasa zile mbegu zake zile. Wewe ambaye si mgonjwa ukitumia vitu hivi pamoja na asali inshallah utakuwa well. Kama ushapatwa na haya majanga Nakupa sasa dawa na dalili, kwamba mimi nshaanza kupatwa na majanga. Dalili ni hizi: kufanya jambo lile bila kusikia raha yoyote ile, kufanya jambo lile kuchelewa kufika, kufanya jambo lile kufanya kwa haraka, kufanya jambo lile kwa hali ya kusinzia sinzia, ulegevu mkubwa, ili ni tatizo kubwa, au kuchoka sana. Na ukilifanya jambo lile hapo hapo usingizi unakushuka wewe, tayari ni mtu wa muhanga. Tuna dawa A na B. Zamani tulitengeneza dawa sita. Dawa ya kwanza katika hizo sita ni dawa inaitwa dhoful jinsia. hii dawa ilitengenezwa zamani. hii dawa ilivyotengenezwa zamani, Shea Abedi, kulikuwa kuna kameramani mmoja, akampa jina lake, akawa anamuita zofu jinsia. <laughs> akawa anamuita zofu jinsia. hii ina miti kumi na tatu eh ni dawa nzuri ya kuimarisha hilo tendo, inaleta nanashit, inaleta appetite nzuri, ni dawa nzuri yani short. tendo kwa muda mrefu, maumbile yake huwa madogo. Mtu ambaye amejichua maumbile yake huwa madogo. Mtu ambaye ameogaoga maji baridi kwa muda mrefu, maumbile yake huwa madogo, na mtu aliyoshikwa na ngiri pia maumbile yanakuwa madogo. Kwa hiyo akitumia mafuta haya ambayo mafuta mengi ndani yake yako karibia 16 basi anakuwa sawia. Dawa nyingine hii inaitwa mathna wa thulatha wa rubaa wa maulidatun. Hata kama ana shida ya uzazi inamsaidia kuzalisha zile spams. Dawa nyingine inaitwa nuzulun, kwa ajili ya kuchelewa lakini pamoja na maumbile yake. Hizi dawa muda mrefu zikafanya vizuri, kina baba wamezifurahia lakini kwa rehma ya Mungu, tulisafiri safari moja Tanga hatari tukapanda mlimani tukakutana na mti unaitwa mshushwa mbuzi. Ule mshusha mbuzi tukaumisi na pakanga ule mshusha mbuzi tukauweka na mvuti na baadhi ya vitu tukaipata dawa inaitwa Alqawiyul awwal. tukaona hii Alqawiyul awwal ikikutana na hii dawa yetu ya zamani hii ambayo inaitwa dhofu jinsia zinamsaidia pia mtu mwenye matatizo ya busha, tezi dume aka ngiri maji. Hii alqawiyu lawal, yani ukiinywa, ina sifa mbili au sifa tatu. Sifa ya mwanzo inaleta appetite, sifa ya pili automatically inamchelewesha mtu, sifa ya tatu inaondosha tezi dume. Tena ina sifa nne, sifa ya nne inaondosha malaria na typhoid, inaondosha pia homa na machovu katika mwili. Nzuri sana dawa hii na ukiona hivyo hivyo, chungu kidogo sana lakini, pia wakati huo huo, kwa rehma ya Mungu, hii sasa ni dozi a, dozi b ni alqawiyu alawal, lakini kwa ajili ikaja dawa nyingine ita, bilatu ilfununi ukumbi wa fani hii dhofu inafanya vizuri lakini ikaja kupigwa bao ikapikiwa na hii dawa inaitwa bilatu ilfununi matirio ya mle yapo humu, afu ikaongezwa na ziada. Bilatu ilfunun pia ni dawa ya kinababa nzuri kwelikweli, lakini pia hapo hapo ikaongezewa na dawa inaitwa atahyibu. Angalia maajabu sasa. Umeiona hii mathna wa thulatha wa ruba pamoja na maulida, dawa zote umu zimo kwenye atahyibu na ikaongezewa vitu vyake. Kwa hiyo ni hatari namba mbili, ni namba mbili kweli kweli. Sasa hatari zaidi, hatari zaidi, kuna dawa hii inaitwa tawili ikaongezewa nguvu na mwegea wenyewe ni dawa inaitwa Al-Kubra. Al Kubra al ambayo yenyewe ina kazi mbili, inakawiza na inakuza maumbile, ni ya kuchua na ni dawa salama, lakini hapo hapo ikaongezewa na vidonge vinaitwa azaide azaid, kwa ajili ya hisia na maumbile ila dawa yake ya mwisho upande huu B, kuna dawa inaitwa Nadhifatun. Hivi ni vidonge ambayo baba anakunywa kimoja kila baada ya siku tatu, kwa sababu matatizo ya nguvu za kiume yako kama ifuatavyo. Pia uzito ukiwa mkubwa, kuanzia kilo mia, mtu anakosa nguvu. Tumbo likawa zito, mtu anakosa nguvu. Lakini masmuma poison, sumu zikiwa ndani ya mwili muda mrefu, mtu anakosa nguvu na tatizo la sumu ndo limetujaa, kwa sababu ukiwa na sumu utasikia dawa inawasaidia wenzio, lakini wee wapi, mwili ushakuwa chronic. Kwa hiyo lazima utoe sumu. Hichi kidonge kinatoa sumu mwilini. Alama ya kuwa na sumu ni kupata jasho baya. Alama ya kuwa na sumu, mwili unapotea ile nuru, unakuwa kama una makovu makovu, uso ule makoumaou, yani rangi yako haiko fresh. Alama ya, ya kuwa na sumu hupati ladha sasa ya chakula, na kukosa usingizi na kukosa usingizi au usingizi usiokuisha. Lakini pia jini mahaba aweza akachezea hisia zako pia. Dawa hii inamkimbiza huyo mdudu huyo. Dawa safi sana ukinywa, unakuwa mwepesi na inakupa appetite ya kunywa maji. Dawa A, dawa B zimekwisha, lakini hapo katikati kukatokea dawa ipo katikati ya A nabii, hii dawa nzuri sana hii. Dawa yenyewe inatengenezwa na vitu vya ajabu, vitu vitatu tu. Inatengenezwa na kwato za kondoo, inatengenezwa na ule mkia wa kondoo, alafu ndani ya mkia kuna kamfupa kale. Kwa hiyo zile kwato zinapikwa, ni kazi ya siku moja au siku mbili, zinatoa mafuta zile, alafu ule mkia unachemshwa kwa utaalamu, unatoa mafuta Alafu ule mfupa wa katikati unasagwa, unatiwa kwenye yale mafuta, afu yanaungwa na vitu kama mkaratusi, dawa inakamilika. Inaitwa hurufun. Kazi zake nyingi, kweli kweli, ajibu sana. Huyo aloleteaga dawa hii, yeye aliniletea kwa kazi nyingine, lakini mi nimegundua kazi nyingine. Meshafahamiana vizuri e, yeye alikuwa anajua dawa hii kazi yake ni ku, ni ku, ni kuweka vizuri maumbile ya kina baba, unene wake kidogo. Kumbe sio hivyo, hii ni dawa ya hisia kweli kweli, na kukawiza. Ah, sorry yeye alikuwa anajua ni dawa ya kukawiza tu, kumbe ni dawa utafikiri umekunywa dawa ndani yake. Kwa hiyo ukiitumia hii dawa, utashangaa maajabu Ilikuwa changamoto yake ni harufu, lakini tumeizibua ile harufu, imepotea imepotea, imekuwa inanukia sasa. Sasa maajabu yake mengine, kuna wale wenye fangasi za sehemu za siri. Sasa unapaka kote kule, inaziua mara moja fangasi. Na kama una roho nzuri isiokuwa nyepesi, ukinywa pia umepata faida ya kutibu madonda ya tumbo fasta. Kwa hiyo mafuta ya kondoo ni tiba kweli kweli kweli, tiba ya ajabu kabisa. Kwa hiyo dawa hii ni kupaka tu, ukipaka hii basi umepata power kweli kweli. Kutengenezeka kwake ndio ni shida kweli kweli. Sasa uwezi kuivuna mpaka siku mbili zinaisha au siku tatu, na inatumia siku nzima, ina taklifu. Kwa hiyo yule mtu ambaye ni muhanga wa matatizo kama haya, na usiku, Mungu ashatupa ruhusa, uhilla lakum laylatasiyam basi achukue fungu A na B na hii ya katikati atumie zote, hazina kuzidi. Anaweza mtu akatumia zote hizi akajistarehesha nafsi yake, na akiona ni nzuri agaie na wenziwe anaowapenda. A so, matatizo haya yameenea kila upande. Baada ya kuyasema hayo, muda wetu sasa umefika, bado dakika kama mbili hivi tupate kuswali. tumemaliza Alhamdulilahi rabbil alamina, lakini kama tumemaliza, tutampa shekhe letu Abdurahman, pengine kuna chochote atasema kidogo. Kama atakuwa hana, basi tutaomba dua sasa. Ramadhani hii ikipita hivi hivi, hapana. Pengine shekhe atasema kitu, mpe shekhe wetu Maiki. Lakini kabla hajasema chochote, niwakumbushe watazamaji kwamba mtatumia namba hizi kutafuta eh, huduma hii ni huduma ya jamii tumeisema, eh? Tumeisema huduma hii mtapiga namba hizi inshallah. Lakini sambamba na yote nisisahau kukukumbusheni kwamba pamoja na Ramadhani tiba zetu zote zinaendelea, kwa sababu miongoni mwa sehemu ambazo hazina uthla ni sehemu za afya, sehemu za tiba huwaga hazina muda maalumu, sawa. Watu muda wote wanaugua wanaumwa. Kwa hiyo na visomo vyetu pia vile vile vinaendelea. Tunamwomba Mungu atuhifadhi sisi pamoja na nyinyi na atuondoshee maradhi. Shekhe, karibu.